Tumefanya ziara kwenye maeneo mbalimbali mbali. Moja tumekagua ujenzi wa barabara pamoja na daraja la pale Mto Mzinga ambalo linagharimu si chini ya bilioni 54 pamoja na barabara ya si chini ya kilometa tatu lakini zaidi pia tumekwenda kukagua daraja ambalo linajengwa pale Geti Jeusi linajengwa kwa zaidi ya bilioni 9.4. Tumekwenda pia kuangalia daraja la Mto Nguva au Nguva Bridge ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 9.2. Na muda huu pia kuna madaraja ambayo yanajengwa pale Kigogo, na ambalo daraja la Kigogo si chini ya bilioni 17, lakini kuna daraja pia hapa la Mkwajuni ambalo linajengwa si chini ya bilioni 11. Kuna daraja pia ambalo limezungumzwa hapa pale mtoni Mtongani, karibu na NDC karibu na ile jeshi linajengwa kwa si chini ya bilioni 17, na leo tuko hapa Jangwani, daraja ambalo linajengwa kwa si chini ya bilioni 97 bila ku include VAT. Ndugu zangu wa Tanzania, hapa nilipo tupo na watu wataalamu wa TANROADS, lakini wakuu wa wilaya na hasa hasa mkuu wa wilaya ya Ilala na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Hapa kwa muda mrefu jangwani pameleta vilio, na kila mwaka ilikuwa inafika, wananchi wanaambiwa tutajenga, kila mwaka inafika, wananchi wanaambiwa tutajenga, lakini mwaka huu hayawi hayawi, na sasa yamekuwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaweka pesa hapa zaidi ya bilioni 97, ambazo zinaanza kuwalipa wakandarasi hawa kwa kujenga daraja lenye marefu ya mita 390 na lakini kutakuwa pia na walkways. Kwa hiyo linaanzia pale mwanzoni na litakuja mpaka karibu huku mwishoni. Daraja hili ni kubwa, urefu wake si chini ya mita nane. Kama mnakumbuka pale Nguva, daraja lile si chini ya mita tisa, hili si chini ya mita nane. Maana yake yale maji yote ambayo yana flow kutoka kwenye bonde la mto Msimbazi na ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakitafsirika kama ni mafuriko, itakuwa historia itakuwa tumeingia kwenye historia. Kwa hiyo, moja, tutakuwa tunaharakisha huduma za Watanzania, lakini mbili, zile fedha ndogondogo ambazo tulikuwa tunaziweka kwa ajili ya kurescue tunapopata haya mafuriko zitaelekezwa kufanya jambo jingine. Kwa hiyo, nitoe rai kwa wakandarasi kwamba miradi hii ni mikubwa na Watanzania wa wanaisubiri kwa hamu. Mmeona hapa pembeni kuna daraja letu hapa la Tanzanite. Ukiangalia daraja hili la Tanzanite linapendeza, limefungwa zile kamba, mnaita kitaalamu ni cable stayed bridge ambazo tunasema all forces of the bridge iko is subject to kwenye zile cables, na hili daraja pia itakuwa ni hivyo hivyo. Kutakuwa kuna manguzo mengi hapa, lakini ambayo yanajengwa kwa ustadi mkubwa. Lengo ni kwamba watanzania wapate huduma zao kwa haraka. Sambamba na hilo, hapa kuna bonde hili la Jangwani, ramani naonesha kwamba kutakuwa kuna maendelezo makubwa ya bonde hili, kutakuwa kuna viwanja vya mipira, kutakuwa kuna viwanja vya mahoteli, kutakuwa kuna viwanja vya kiutalii ili kukomesha kabisa na hao wakuu wa wilaya na wakurugenzi, na hasa wakurugenzi tulisha watuma waende Japan wakaangalie mji ambao kwa miaka mingi ulikuwa unasumbua sana mafuriko. Na hii imefanywa kwa pesa za serikali kwa kushirikiana na miradi ya DMDP, lakini kwa kusaidiana pia na World Bank.